Tuende moja kwa moja kwenye ajenda za msingi ambazo zimefanya tukutane asubuhi ya leo hapa makao makuu. Nafahamu kila mmoja wetu kwenye jamii yetu ya football anajua sasa hivi ligi yetu imesimama na tunakwenda kushuhudia e, michuano ya Afcon ikianza kule Morocco, kwa kuwa timu yetu ya taifa ya Tanzania imequalify kwenda Afcon na ligi yetu imesimama hivi, Wanayanga, wanachama na mashabiki wetu wako na shauku ya kutaka kujua hali inavyoendelea kwenye timu yao kipindi hiki cha mwezi wa kumi na mbili. Wana hamu ya kujua wachezaji ambao ni majeruhi wanaendeleaje. Mechi ya mwisho pale Dodoma dhidi ya Coast kuna baadhi ya wachezaji hawakuonekana si tu kwenye pitch hata majukwaani hawakuonekana. Mashabiki wa Young Africans wana hamu ya kupata taarifa yao, wako wapi hawa wachezaji, nini kinaendelea? Kwa hiyo specific eneo la kwanza tutajikita kwenye kutoa taarifa ya klabu yetu tukianza na senior team kwenye kipindi hiki cha mwezi wa kumi na mbili, ambacho ni mapumziko kupisha michuano ya AFCON. Ah, baada ya mchezo dhidi ya Costa Union na hapa kabla sijadumbukia kwenye ratiba, nitoe pongezi zangu za dhati sana kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walioingia uwanja wa Jamhuri siku ya mchezo dhidi ya Coast na kuisupport timu yao ile, ile, ile. Ile vibe ambayo tuliipata pale siku ile ni vibe ya kipekee sana, funga goal dakika za mwishoni mwishoni hivi lakini hamasa ambayo mashabiki walikuwa wanaitoa walikuwa wanaonyesha wachezaji kwamba tunaamini eh, tunaamini hata ingebakia dakika moja tunaamini, tuna nafasi ya kupata goli na tukawa kwenye nafasi ya kuondoka na pointi tatu. Kwa hiyo niwapongeze sana uh, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans aidha, ambao walikuwa Dodoma, waliosafiri kutoka mikoa mbalimbali mbali, wamefanya kazi kubwa na Mwenyezi Mungu ametulipa zawadi ya ushindi wa pointi tatu. Tunakwenda kwenye mapumziko tukiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na nimeona nianze na kutoa hii pongezi. Baada ya mchezo ule, uh, technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe saba uh, mpaka siku ya tarehe kumi na tano ya mwezi wa kumi na mbili kutoka tarehe saba ambako mechi ilimalizika kwa hiyo tarehe nane mpaka tarehe kumi na tano wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano ya AFCON, wachezaji wa Young African Sports Club wamepoa mapumziko kutoka siku ya tarehe nane baada y tu mchezo kuisha ya tarehe saba mpaka tarehe kumi na tano. Tarehe kumi na tano ikifika, wanatakiwa waripoti mazoezini na wakiripoti mazoezini, programu iko vipi? Kilipoti tarehe kumi na tano watafanya mazoezi mpaka tarehe ishirini walifanya mpaka tarehe ishirini patakuwa pana break nyingine, kutoka tarehe ishirini na moja mpaka tarehe ishirini na nane Break hii ya kwanza ni break kwa sababu tumetoka kwenye mchaka mchaka wa mechi ambazo zimefuatana kwao, tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika tarehe kumi na tano wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe ishirini itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi, alafu tarehe ishirini na moja tutawaruhusu mpaka tarehe ishirini na nane. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu uh, za krismas zimeingia hapo. Kwao tunatoa nafasi kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao, washerekee pamoja sikukuu za Krismas. Tarehe 29 wachezaji hawa wanatakiwa waripoti tena kambini kwa muda wa kula bata, tarehe 21 mpaka tarehe 28. Tarehe 29 tisa wanatakiwa waripoti tena kambini. Wakiripoti kambini tarehe 29 ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza, katiba ya bodi ya ligi nini kitatokea lakini tunajua na tunauhakika, mwezi wa kwanza Young Africans takuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli na mechi itafanyika tarehe 23. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa, pakawa na michezo ya ligi, hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi, lakini wakiripota tarehe 29, maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa. Hiyo ni programu yetu ya senior team. Timu yetu ya wanawake, ligi ya wanawake inaendelea, ligi ya wanawake inaendelea na tarehe kumi na mbili, maana yake ni kesho kutwa tu, siku ya Ijumaa, shala watakuwa na mchezo dhidi ya timu inaitwa Tausi, na mechi hii itafanyika pale KMC Complex muda tutakuja kuwajuza baada ya kupata mwongozo mzuri kutoka TFF. Lakini siku ya Ijumaa inshallah timu yetu ya wanawake Yanga Princess itakuwa na mchezo wa ligi kuu ya wanawake dhidi ya Tausi. Wakati ligi ya wanawake ikiendelea, ligi ya vijana chini ya miaka ishirini pia na yenyewe inaendelea na tarehe kumi na saba watakuwa na mchezo Ukiangalia vizuri mwezi wa kumi na mbili senior team watakuwa na vipindi viwili vya mapumziko, lakini wana vikipindi hapo cha kufanya mazoezi, lakini timu yetu ya wanawake yenyewe haina off kwa sababu ligi yao inaendelea, na timu yetu ya vijana chini ya miaka ishirini ligi yao pia inaendelea, kwa na wao hawana off. Break pekee waliopewa